Kwa sababu ninajua kwenye, ni historia mwanamke na mwanamme walioana wakishiriki, inaitwa tendo la ndoa so washerati. Bwana Yesu wasifiwe. Sasa Adamu alifanyaje uzinzi na mke wake, wakati ni mke wake, watenda tendo, tendo la ndoa? Kwa nini baada ya kufukuzwa ndio anakwenda kuzaa, wanamzaa Kaini, wanamzaa Abeli. Baada ya kutoka kule bustani? Kwa nini nyoka pale anapewa adhabu? Tunajua Mungu alimwambia nyoka, kwa miguu yako utakwenda, kwa mavumbi utaishi. Kwa sababu leo ni somo la wanawake, itabidi nifundishe wazi kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua tangu zamani nyoka alikuwa na miguu. Adhabu aliyopewa na Mungu ni kukata ule miguu kwamba aende kwa kutambaa. Usijiulize maswali, mbona viongozi wana miguu mingi? Mwenyezi Mungu asifiwe. Basi kama ingekuwa ni Adamu uume wake ndio ni ule nyoka, kwa uume ulikuwa na miguu, jibu unalo wewe. Mwenyezi Mungu asifiwe. Lakini kimwalisia nyoka alitumika na shetani. Kumbuka, shetani sio nyoka, shetani ni choka. Bwana Yesu so asifiwe. Tena kubwa jekundu anaitwa choka wa zamani, au nyoka wa zamani, choka mkubwa, Ibilisi. Lakini Mwanzo sura ya tatu inasema nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote aliowafanya Bwana Mungu. Kwa, kwa sababu ya uelevu wake shetani akaenda kutumia mwili wa nyoka, kwa sababu shetani ni roho. Kwa kuwa shetani ni roho, akamwingia nyoka, nyoka akatengeneza mahusiano yake binafsi na mwanamke. Hawakuanza kuongea siku moja, walianza kuongea muda mrefu, ndio maana swali la pali ati Bwana Mungu kawaambia msile matunda mwanamke za kumwelewesha nyoka matunda yote itaweza kula isipokuwa ya mti. Bwana Yesu asifiwe! Mti wa ujuzi wa kujua mema na mabaya. Bwana Yesu asifiwe! na Mungu kwa kutaka kuonesha jambo hili ni la kiroho, nyoka alipata adhabu ya kupondwa kichwa. Je, leo ume unapondwa kichwa? halo ulioje, uhalisia wa kiroho. Usichukuliwe tu na mafundisho ya wanadamu, mafundisho tu na elimu tu. Twende tangu uumbaji wa Mungu. Kwa nini Mungu alimuumba mwanadamu? Mungu anapenda kutukuzwa, Mungu anapenda kusifiwa, Mungu anapenda kuinuliwa. Kwa nini leo Mungu tunasema ni mwanamume kwa sababu tulimuona Yesu amekuja kwa sura ya mwanamume, lakini nikwambie leo Mungu ana jinsia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni Roho, narudia tena, Mungu ni Roho. Na kwa kuwa Mungu ni Roho, ana uwezo wa kumtumia mtu yoyote, ana uwezo wa kutumia mtu yoyote, ana uwezo wa kutumia wanawake anaweza kutumia mwanamume ndio maana anasema wanawake watangazao habari njema ni jeshi kubwa. Ukisoma kitabu cha Yoeli sura ya pili Yoeli sura ya pili na ule mstari wa ishirini na tisa inasema tena, juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake katika siku zile Maanake, mwanamke. Mwanamke ni roho no yangu, maanake ndani ya mwanamke Mungu anamimina roho yake. Kwa Mungu ana uwezo wa kutumia mwanamke, mwanamke ni nabii. Ndiyo maana utasikia wachungaji wengi wanasema mchungaji awezi akawa mwanamke. Bwana Yesu asifiwe, ila kwa uhaba wa watumishi mwanamke unakuwa watu, mchungaji. Kwa uhaba wa watu mwanamke unakuwa mchungaji Bwanaisiwasisi na andiko ndilo hili litasimamiwa, lakini kumbuka Mungu anasema kanisa litajengwa juu ya mitume na manabii. Kwa hiyo wanawake wote ambao wanazishika sheria za Mungu ni manabii. Nabii ni mkubwa kuliko mchungaji. Usiende haraka, nisikilize kwa makini, wala usipanike kwamba je, mbona mimi mchungaji wangu yule alikuwa ni mwanamke? Ni mwana ni nabii. Sema kwa sababu ya serikali inahitaji kola, unabidi uitwe mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tangu mwanzo kwenye taifa la Tanzania Mungu alikusudia wafumu wangu kuwa nabii kwa njia ya kuimba. Sikiliza nyimbo zake za zamani utajua ninachokiongea. Tangu mwanzo kwenye taifa letu la Tanzania Mungu alikusudia atku kuwa nabii tena mkubwa wa kimataifa. Sikiliza nyimbo zake. Bwana Yesu asifiwe. Tangu mwanzo Mungu alikusudia upendo ukone katika taifa la Tanzania kuwa nabii mkubwa kwenye taifa la Tanzania, kwa maana nomaana t alivyopita ni vikubwa. tangu mwanzo kusudia kwenye taifa la Tanzania, masa wa paja awe nabii tena mkubwa. Sikiliza nyimbo zake za kwanza, na unatakiwa kurudi kwenye uhalisio wa zamani. Mungu anaporuhusu majaribu kwa watumishi wa Mungu, hasa wanawake, kuna kitu mungu anatafuta kwao. Tangu mwanzo, Mungu alikusudia kwa Kristo na shushu kuwa nabii mkubwa kwenye pomana kisikia wanapigwa kwamba kwa nini na wazao hazisimami kwa nini? maisha yao asimami wee? Kama mtumishi wa mungu utaki kushabikia utaki kushangulia, wee, kama mtumishi wa Mungu nenda magotini uombe kwa ajili yao, kwa sababu ni hazina ya taifa. Wapo wanawake kaza wa kaza kwenye taifa letu, Bwana Yesu asifiwe, ambaye tunajua ni hazina ya taifa hata kama leo ujawaelewa watoto wako watakuja kuwaelewa. Hata kama leo ujawaelewa, ipo siku utakuja kuwaelewa. Kwa nini wanaimba hao? Ni manabii, wanatoa unabii wao kwa njia wa ya uimbaji. Mfano mwanamke Debora, mfano mwanamke Miriamu. Taona Miriamu kalichukua jeshi ya kiimba, farasi na mpanda farasi bwana natosabai Ani fisi na mpanda fisi Bwana mwatosa kwenye moto. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke, acha kujizalilisha. Mwanamke, acha kumsema mwanamke mwenzako. Mwanamke ni chombo cha samani, mwanamke ni chombo cha maana. Biblia anasema apataye mwanamke apata kitu chema kutoka kwa Bwana. Leo usione mme wako hataki kukaa karibu na wewe leo, usione maisha yako, watoto wako wanaharibikiwa. Ndio maana wanawake lazima mrudi magotini kuliombea taifa, kuombea uzao. Shetani ana shida na uzao, shetani ana shida na kitu chochote kwenye maisha yako mwanamke. Mwanamke ni jeshi kubwa. Sisi taifa la Tanzania tumependelewa, tumepewa rais mwanamke, spika wa bunge mwanamke. Kwa kipindi hiki, kwa zamu zetu, tutasimama kuwaombea. Bwana wasaidie na Bwana watunze. Na Bwana watetee na Bwana wape hekima. Na Bwana bwa bwa watangulie kwenye taifa lote, watakapokwenda kuipeperusha bendera ya taifa, nchi yetu ikainuliwa. Haina haja kumnyoshea kidole raisi wako kwa sababu ni jinsia ya kike. Muombe tumekuwa, tukiishi tukisikia mkubwa wa kosei. Mimi nakwambia kweli, mkubwa wa kosei. Umeelewa? Usomo mwingine unasema tajiri ya daiwi, tajiri anakumbushwa ndio maana mimi naukatangski nawekatans mwanamke ndio amepewa nguvu ya kujenga. Bwana asipojenga mji, wajenga wafanya kazi bure. Mwanamke mwenye hekima ujenge nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe, maanake mwanamke kama ni kitu cha kuomba ni bwana akupe mikono ya kujenga Leo usione Kristina Shushu, Kristina Shushu, Shushu, Shushu amefungua kanisa. Bwana Yesu asifiwe! Ukasimama ukasema ukachafua unavyoweza. Ndugu yule memchafui, mnamsidikiza, mnamtangaza <laughs> alizaliwa kushinda yule dada, nikwambia tu kweli, alizaliwa kushinda. Bwana Yesu asifiwe! Oh, amevunja ndoa yake. Sema wote. Mtumishi gani alisema mzuri? Vizuri natetea sjasamaipaja nafanyaga ipaja, nafanyaga si mchezo gani. Ninachokwambia ni kitu kimoja. Muombe. Muombe. Yeye anaweza kawa nafanya huo mchezo, lakini wewe pia ni muongo, lakini wewe pia lakini wewe pia ni mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Na una ushahidi gani? Halo, utaona ndoa ya walozi mwando hivyo, kesi nyingi nyingi tu wala wao wanafanya kazi ya madawa ya kulevya answasifi kumbuka askari moja anaitwa ima ni mkoa wa dodoma pale alivonifasta alivyonifata akaniambia utatoa milioni kumi la sivo mimi ndio nilienda kumkamata lozimana <laughs> nikamwambia sitoile wanaisi wasifia wakanitoa ile sehemu husika wakanipeleka kituo, kituo kuungu kule. Halo, sasa kama ulimkamata mzimu wando, na tunamuona bado yupo, unasema ulimkamata. So mda wa malumbano ni mda wa kuombea. Najua kabisa wanawake huwa mpendani ninyi kwa ninyi, lakini sisi kama taifa tukisimama, lazima tupendane. Usimseme vibaya wazimuwano. Yesu asifiwe, kwamba ni mtu ambaye aliingia kwenye magano hivo, ulikuwepo na hata kama aliingia Bwana kaishamsaidia katoka. Bwana Yesu asifiwe. Anayeokoa ni Mungu aliyemimina Roho wake ndani mwao. Utamsema Kristina Shusho amevunja ndoa yake, Bahati Bukuku amevunja ndoa yake, utamsema Jenifa Mgendi, Yesu anaweza. Wewe utasema yote, lakini tunajua, au watu ni yazimu. Wewe mwanamke ambaye leo mmehudhuria hapa, wewe ni hazina, wewe ni hazina. Usione leo na vita, usione unaishi kwenye vita, usione unakata tamaa, usione unajiuliza maswali, hata lini maisha haya, hata lini, hata lini. Wewe ni mwanamke wa thamani, wewe ni mwanamke bora, we ni mke. Lazima ujikubali kwamba wewe ni mwanamke, lazima ujikubali kwamba kwa mume wako wewe ni mke, yaani lazima ujikubali. Nimesikia watu wengi wanawasema wakina mama ambao wanaishi wenyewe bila wanaume Singomaaza hawa sio, kila mwanamke anaishi bila mwanamume bila mwanamume, kwamba ametaka, wengine wamefiwa na wanamume ni wachane, lakini bado umri ulikuwa unaishi, unataka bwana Yesu afikie. Lakini wapo wengine ambao walidanganywa, akadanganyika, kajikuta kapewa ujauzito na bosi wake mwalimu wake ndugu yake kwa Yesu asifiwe. Hivyo la mtoto amtupe mtoto, anatupa <laughs> isikia, mwingine anasema huwezi ukaoa mwanamke mwenye mtoto, kwamba ulee mtoto mwanamke mwenzako, kwa sababu hajakufika au hajamfika ya mtoto wako au hajakufika hajamfika ya dada yako. Bwana Yesu asifiwe, Mungu awabariki hata wanawake wanaotunza watoto wao peke yao. Mungu awape chakula, Mungu awape maisha. Hakuna mtu anayependa kudanganywa, hakuna mtu anayependa kuzalishwa akaachwa hapo. Alafu ndo kumbuka, ni taasisi inayojengwa na watu wawili Ndoa ni taasisi inajengwa na watu wawili, ina uwezo wa kuendelea, inaweza ikafa, inaweza ikavunjika. Musa aliruhusu kutoa hati ya talaka, lakini tangu mwanzo Mungu alisema mke mmoja kwa mume mmoja. Lakini hiyo tangu mwanzo, utaona Musa alikuwa na wake wangapi? Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujifunze, lazima tufahamu, Musa alikuwa na wangapi, wake wangapi alipokuwa akilichunga kundi la baba mkwe wake? Maanaake alioa kule, kafika kule mbele kaoa Mkushi, Mkushi Mwafrika. Miriamu na Aruni wakamsema kwa sababu yule mwanamke, kwa nini umeoa huyo? Bwana kawapiga ukoma. Yakobo ambaye ni Israeli shaba yake kubwa alikuwa ni ampate Laeli, lakini shaba yake ikakwepeshwa na mjomba wake, akampata Lea. Kawa mjomba anamwambia kama ukimtaka na huyu, tumika miaka saba mingine

ambao mzazi wake alikuwa analipa kwa mwaka utaweza kuilipa kwa, kwa siku moja ada tu. Kuna watu wanalipiwa ada milioni arobaini, milioni arobaini, ada milioni milioni thelathini, milioni ishirini. Tunaposema kutoa mahali kwa mwanamke, tunamaanisha usamani wa kile kitu unacho wa imani yetu. Je, kutaka kupata mwanamke bule? Alitoa mahali, alitumika miaka saba, tena kwa mjomba wake. Hakuna kujuana kwa upande wa mahali. Nikwambia kitu wewe, mwanamke usikubali kukopwa, sawa? Usijirahisishe au sijui hivi na hivyo. Hakuna kama wakoko, yuko Bwana atamleta teno polini pila naishi na wanyama. Mungu akasema si vyema mtu huyo ayo peke yake, akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Maana yake kitu cha kwanza cha kuangalia wakwako ni nani, umetoka kwenye ubavu wa nani. Kokote aliko, kama ameshikiliwa kwa kwama, amefungwa kama ametekwa, kama amefichwa, lazima uko na kucholi aja akuone, na acha akuchukue, na aja akutwale. Jifunze kwa Isaka anatupa mtu kwenda kuposa kule. Bwana Yesu asifiwe. Isaka anasubiri mke, kamwona Rebeka anakuja na kile kishara kile, kasema hakika, huyu ndiye mlembo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Halo, hakuna mwanamke mbaya, kwa taarifa yako hata we unaojiangaliaga, sijui macho yako si ameangaliaje, si miguu yako meangaliaje? Nasema hakuna mwanamke mbaya. Ninaoga kuchiweka tu, unachoka kabisa. Mwanamke unatoka msafi, mwanamke unanuka kikwapa kweli, eh? Mwanamke unaoga kwa siku mara moja na hauna kazi Umeenda kazini asubuhi, oga, ukirudi oga. Ni kweli? Nanyonyesha, tunajua nanyonyesha, ndio kila saa sasa, blausi limechola mwananili, kweli jamani? Ndio maana wasungu wakamua, waka kutengeneza bebeo. Halo mwanamke, jistiri. Ah, we unajua kwa sababu umevaa blausi ya aina mtapiko Ziwa lako unalifahamu, unaenda kuvua bila vita hapo? <laughs> Ah, sikutaka kwenda huko sana, lakini nikuchemshe kidogo kwanza. Mwanamke, kitu ambacho mwanamume hapendi ni kelele. Nasema hivi. Mwanamume hapendi kelele, hata mimi sipendi kelele. Mimi nimeniona, sipendi kelele. Japokuwa napiga kelele kwa njia asifika hivi, lakini sipendi kelele. Kitu ambacho mwanamume anachukia, usije ukajiuliza kwa nini mwanamke anaudiga usiku. Hapendi kelele, ndako kuto umeshaanza kusinzia. Najua uwezo kwa kukwepa usingizi. Ndio maana mtu anasema ni afadhali kukaa kwenye pembe, yani kwenye dari pale juu. Kuliko kukana mwanamke mwenye kelele ndani. Mwanamke ni kisima, mwanamke ni kisima. Ndio maana sisi wanaume tunaambiwa utakunywa maji ya kisima chako. Kwa lugha nyingine, mwanamke ni upaka sura mbaya. Hakuna mwanamke mbaya, lakini ana mume mzuri, mpaka unajiuliza hivi, huyu mwanamume wakati anachagua alikuwa alikuwa amefumba macho, aliletewa kwenye ndoto kama Yakobo au inakuwaje?